Binampata Rais William Ruto na mwenzake wa Senegali Basirou Diomaye wametia saini mkataba wa makubaliano kuwa raia wa mataifa haya mawili wataweza kuyazuru bila ya visa ya usafiri kwa muda wa siku tisini, wakibaini kuwa hatua hii itaboresha utalii, uhusiano wa wakazi pamoja na ufanyi biashara baina ya mataifa haya mawili. Wakizungumza katika Ikulu ya Nairobi, viongozi hawa wamesikitishwa na uhusiano dhaifu wa kibiashara baina ya mataifa haya mawili, na kubaini kuwa kushirikiana pamoja na kuboresha miundombinu ya kidijitali na kuondoa vizuizi vilivyopo. Isaack Musyoka na taarifa kamili kama njia mojawapo ya kukuza uhusiano mwema baina ya taifa la Kenya na la Senegali. This agreement is for the reciprocal Rais William Ruto na mwenzake wa Senegali Bassirou Diomaye wametia saini mkataba wa makubaliano kuwa raia mataifa haya mawili wataweza kuyazuru bila visa za usafiri kwa muda wa siku tisini, wakibaini kuwa hatua hii itaboresha utalii, uhusiano wa wakazi pamoja na kuimarisha biashara baina ya mataifa haya mawili. We recognize the foundations that already exist between our two nations and are pleased to announce the conclusion of a new visa waiver arrangement that will allow citizens of both countries visa free travel Wakizungumza katika Ikulu wa Nairobi ya Nairobi, viongozi hao wamesikitishwa na uhusiano wa kibiashara ambao hujakuwa thabiti baina ya mataifa ya mawili, wakiahidi kushirikiana pamoja na kuboresha miundombinu ya kidijitali na kuondoa vizuizi vilivyomo.

and the implementation of the Africa Continental Free Trade Area. Wakiahidi kuwawezesha vijana katika mataifa haya mawili kwa kushirikiana katika sekta ya michezo, Kenya ikiwa taifa bora kwa mbio na Senegali ikiwa taifa bora kwa kandanda miongoni mwa sekta zingine. By combining Kenya's strength in athletics and Senegal's prowess in football, we aim to uplift our young people and enhance cultural diplomacy.

Isaack Musyoka, Undugu TV.